Mimi nauliza nyinyi watu wa Muranga munataka ati twende tukodeshe muti ya kitendawili ati aongoze sisi mimi, mimi nataka nimuuliza rafiki yangu rais. Please Bwana President wewe ni rafiki yetu, sisi ndio tulikuunga mkono, hawa Wakenya wengi hawa tulikuunga mkono, tulisimama na wewe wakati ulikuwa unataka watu wakusimama na wewe Huyu mutu ya kitenda wili hajawahi kukupigia kura hata siku moja. Na bwana rais, nasikia za zingine unasema sisi tumekutukana mimi nataka niuliza hapa, Morang'a, mumesikia sisi tukitukana Uhuru Kenyatta? Tumetukana Uhuru Kenyatta? Mwenye alisema Uhuru Kenyatta ni mulevi sini mutu ya kitenda wili? Mwenye alisema Uhuru Kenyatta anavuta bangi sini mutu ya kitenda wili? Mwenye aliita mambo machafu mama ya Uhuru Kenyatta, si ni ule Babu Owino? si ni ule Junet? si kina Joho? ni kina nani walitukana Uhuru Kenyatta na familia yake? si ni wale watu wa NASA? si ni wale wanajifanya ni marafiki zake za hizi? ni kweli ama si kweli? ni kweli ama si kweli? so tafadhali rais hatujakutukana wale walikutukana ni wale wanajifanya ati wao ni marafiki wako sasa ni kweli ama si kweli lakini mi nauliza nyinyi watu wa muranga nawauliza kwa unyenyekevu mimi nauliza nyinyi si sisi ndio tuliunga mkono uhuru kenyatta 2013 na 2017 si uhuru kenyatta alituambia ule mtu ni muhoroki ama alisemaje si alituambia? Mimi nauliza nyinyi, yaani hata kama tumeishiwa kiasi gani, watu wa Morang'a, yaani hati tumekosa mutu ya kutuongoza kwa hii watu milioni kumi tuliungana mpaka twende tukodeshe mtu ya kitendawili ati aongoze sisi? Hapana, hapana, hapana. Unajua hata wewe Rais zingine huko na mchezo, yaani unatuambia hati tupigie kitendawili kura, yaani tumekosa mtu ya kutupigia kwa hii dunia? Hapo Rais umetuangusha. Kitendawili hatuwezi, hatuwezi. Hapana, hiyo tumekataa. Ama mnasemaje, Muranga? si iyo story tumekataa. Ni kweli ama si kweli?